Ikiwa wewe na jumuiya yako mnazungumuza kuhusu masoko ya kaboni, inaweza kuwa ni kwa sababu umejifunza kwamba ardhi yako ni sehemu ya mpango wa mtu wa kuzalisha mikopo ya kaboni, au labda una nia ya kujua kama masoko ya kaboni yanaweza kuwa chanjo muhimu cha mapato kusaidia maendeleo ya jumuiya yako. Katika eneo langu, kiongozi tayari alitangulia na kutia saini makubaliano ya kuuza kaboni yetu bila kupitia mchakato wetu kwa kufanya maamuzi ya kitamaduni. Katika matukio haya yote, swali la kwanza na la muhimu zaidi tunaopaswa kujiuliza ni: haki zetu ni zipi? Baadhi ya haki zetu zinalindwa chini ya sheria na kanuni za kitaifa na kimataifa. Kwa mfano, kanuni ya ridhaa ya bure, ya awali na lenye taarifa, ambayo mara nyingi hurejelewa kwa kifupi chake clip Klip ina maana kwamba jumuiya zetu lazima zishauriwe kuhusu mradi wowote unaohusisha ardhi yetu, na tuna haki ya kutoa au kunyima idhini ya mradi huo. Katika jumuiya yangu, mwanamume mmoja alikuja na pendekezo la mradi ili tutie sahihi na akasema tunaweza kupata taarifa kuhusu haki zetu kwenye tovuti yake, lakini hati ilikuwa katika lugha nyingine na ilikuwa nzito sana pagua kwenye simu zetu. Katika hali hiyo, wewe na jumuiya yako hamkuwa na taarifa za haki, na wengi wangechukulia huu kama ukiukaji wa CLIP. Hebu tufafanue maana halisi ya clip. Bila malipo: ruhusa lazima itolewe kwa hiari na bila shinikizo, vitisho au giliba. Lazima jumuiya ishauriwe kabla ya shughuli zozote kuanza. Taarifa zinapaswa kuwa za ukweli na uwazi katika mfumo unaopatikana kwa urahisi kiutamaduni na katika lugha ambayo jamii nzima inaelewa. Ni lazima ijumuishe athari zote zinazowezekana, chanya na hasi kwa jamii zetu. Chaguo la kusema ndio au hapana, kushughulika ambalo lazima ifikie kupitia mchakato wa kimapokeo wa kufanya maamuzi ya jumuiya. Jambo hilo la mwisho ni muhimu. Michakato yetu ya serikali lazima iheshimiwe. Hiyo ni haki yetu. Pia hatutaki kutia saini makubaliano yoyote ambayo yanatupiga marufuku kuendelea na mtindo wetu wa maisha kimila, kama vile kukata miti kwa ajili ya makazi au kubiditi uchomaji moto kwa mashamba na matengenezo ya ardhi na kumbuka, wewe na jamii yako mna haki ya kusema hapana au kukataza kibali hadi masharti fulani yatimizwe. Siyo ardhi yetu yote ya kitamaduni iliyopewa hatimiliki, lakini bado ni maeneo yetu. Tunalinda msitu hii. Na kama mtu ana mipango ya kupata pesa kutokana na rasilimali katika ardhi yetu, tunapaswa kushirikishwa hata wakati ardhi yetu haijapewa hati miliki kisheria bado tunapashwa kushauriwa. Wakati wa kusoma au kujadiliana kandarazi, daima ni bora kuwa na wakili wa jumuiya au mwanasheria ili kupitia sheria na masharti au kuombea usaidizi kutoka kwa shirika unaloamini. Vipi kuhusu fidia? Je, hatupashwi kulipa fidia kwa jukumu letu? Hakika. Mkataba wowote unaozalisha mapato unamaanisha kwamba tunapashwa kufaidika pia. Ugawaji sawa na haki kwa faida ni kanuni nyingine ambao jumuiya inastahili kupata. Kulingana na sheria za programu wa REDD+, katika jumuiya yangu walitolea kutununulia zana za nguvu mwanzoni. Baadhi yetu tulilipenda wazo hili, lakini baada ya kufanya mikutano yetu, kuwasikiliza wanawake na wazee, tukaona ni bora kuwekeza katika miradi ya muda mrefu na mipango ya jamii miradi mingi ya kaboni ina kandarasi za muda mrefu. Miradi misitu umesimama, utaendelea kuzalisha mapato kwa miaka kumi au ishirini au hata zaidi. Ikiwa tutaamua kutoa ruhusa kwa kaboni yetu kuuzwa, tunapashwa kuhakikisha kuwa mkataba unatupatia manufaa ya muda mrefu ambao yanasaidia malengo ya jumuiya yetu. Kuwa na mpango wa kimaandishi wa maendeleo ya jamii au mpango wa maisha ambao jumuiya nzima umekubaliana hurahisisha kuwekeza fedha hizo. Haki zetu ni haki zetu, haijalishi ni nani anayesimamia mradi uliopendekezwa na programu au kiwango chake. Tutaelewa maelezo haya kwa undani zaidi katika filamu inayofuata.